Lingine tuanzie hili la Greenland, ambapo uh, waziri mkuu wa taifa hilo uh, mwenyewe ametoa wito hasa wa mazungumzo ili kutatua uh, mvutano na mzozo katika kisiwa hicho. Kwanza tufahamishe kile ambacho kimejiri, uh, na uh, hatua mpaka za Marekani kutaka kuchukua uh, kisiwa hicho. Uh, kuna taswira ambayo haiji moja kwa moja kwa kile kinachoendelea lakini, ndani yake ukitazama unaona kama kuna mkanganyiko wa mambo na taarifa ambazo zinakuwepo kuhusu swala la Greenland. Ukitaka kuelewa ukweli kuhusu Greenland, nini kitaendelea, nini kinatokea, unarudi kwenye kauli za Trump ambazo huwa hazina tafsida. Yaani akitoa ni moja kwa moja, atasema nataka hiki, nataka hiki, iko hivyo. Trump anasema, tutaichukua Greenland iwe kwa nguvu iwe kwa mazungumzo lakini tunatoa mazungumzo kwanza, tuzungumze. Hakuna atayetuzuia kuchukua Greenland, kwa sababu anasema kama tusipoichukua Greenland Urusi ataichukua au China ataichukua, kwa hiyo ni lazima tuichukue. Sasa ukiwafuata wa Greenland wenyewe e, nje ya kuwa wako chini ya ufalme wa Denmark, lakini bado wa Greenland ambao wanasema kuwa hatutaki kuwa sehemu ya Marekani wala hatutaki sisi Greenland kuwa sehemu ya Marekani. Greenland ni kisiwa kikubwa tu e, lakini Uh, zaidi ya asilimia themanini ni eneo ambalo lina barafu ambayo haikaliwi na watu, na hata hiyo asilimia ishirini ambayo inayoishi watu ni watu elfu sitini tu wanaishi hapo. Sasa Marekani ana kambi ya kijeshi iko hapo uh, uh, Greenland pale, anayo kambi ya kijeshi ambayo ina askari uh, na maafisa wengine wa usalama kati ya mia tano waliopo pale. Kuichukua Greenland ikiwa Marekani atataka kuichukua, kuchukua Greenland anaweza akatumia chini ya nusu saa kuichukua kwa sababu hahitaji hata kupeleka kikosi sijui kikubwa, anaweza akapeka helikopta tano tu na akachukua kisiwa chote. Lakini kwenye hili kumekuwa na kile ambacho kinafahamika kuwa mzozo wa washirika wa neto. Denmark, NATO Denmark, Marekani ndio NATO mwenyewe mm -hmm. Huu mzozo sasa ndio unaona hiyo kadhia ya Ufaransa, Norway na Sweden na Denmark mwenyewe wanapeleka nini vikosi vya NATO kwenda kufanya mazoezi ya pamoja pale Denmark katika kutaka kujaribu kumrudisha Trump kwenye, yani, asijaribu kuchukua Greenland, atazua mzozo na wazungu. Lakini bado inaonekana ni vigumu, kwa sababu Trump anasema yeye atachukua, hawa wanasema huwezi kuchukua. Na sababu hasa za Trump ni zipi? Anasema ni masuala ya kiusalama, lakini kwa jicho la kawaida Trump Greenland ni kisiwa ambacho unaweza uh, unasema naweza kusema ni eneo ambalo lina madini pia mengi. Trump anatembea na maga kila kona, kwa hiyo kuna wakati anasema kwa tutaichukua na wala hatuna shida na madini yao wala nisi, tunachukua kwa sababu ya usalama, lakini anasema kuwa tutachukua halafu tutaangalia madini yaliyopo pale tufanye biashara na nini yani. kuna wakati yani anazungumza zile kauli za Venezuela kuwa hivi, unajua kuna wakati a, juzi alihojiwa Trump akasema kuwa sikuwa najua lolote kama Venezuela ina mafuta yani. Alikuwa hajui kama Venezuela ina mafuta. Anasema yani yeye alikuwa anaenda kwenye vita ya madawa ya kulevya, na kwa sababu Venezuela ilikuwa inasafirisha hamiaji haramu ndani ya Marekani, kwa hiyo alienda kwa vitu viwili. Kwa hiyo anasema nilikuwa sijui kama Venezuela ina mafuta mpaka nimefika pale na nini, ndio baadaye akajua kuwa eti Venezuela ilikuwa ina mafuta. Kwa hiyo huyo ndio Trump, lengo lake hasa unaweza kusema kuwa kuna ile kauli aliizungumza Bwana Maduro, uharamia wa kimataifa, yani umekuwa sasa ujambazi, kuwa kila ulichonacho ambacho anaona kuwa kitamfaidisha anatumia nguvu, anakuja ukichukua. Sasa kwenye hili mgogoro wao ni huu wa kuwa washirika wote wa, wa NETO, kifungu cha tano cha NATO, shambulizi lolote litalomgusa mwanachama wa NETO sawa sawasawa na taasisi nzima imeguswa. Sasa hawa ni washirika wa NETO wawili, mm -hmm, wa Denmark na Marekani. Je, NETO itakaa upande gani, au itakwenda ita upande sasa. Kuna kitu kimoja ambacho hata wenyewe wanakubaliana na wazungu kuwa ili swala, tukifika kwenye nguvu za kijeshi, tutakuwa tumeharibu sana, tutakuwa tumekwenda mbali sana. Kwa hiyo tayari walianzisha mazungumzo kuanzia wiki jana ya kujaribu kulitatua hili swala kwa kutumia diplomasia, yani wafanye mazungumzo, wakubaliane Marekani na hivi na hivi, ili Marekani aweze kuchukua, maanake wanajua tukienda kwenye msuguano wa kijeshi hmm. hutazua mgogoro mkubwa sana. Baadhi ya mataifa kama vile Ufaransa yamekuwa yakituma vikosi vyao kidogo kidogo kwa kwa ajili ya mazoezi ehe. Sasa uh, hili kwa namna yote nadhani wa, ama mataifa gani, ambayo yanaweza yakazuia yaka hilo Uh, Ulaya wapo kwenye kipindi kigumu sana cha kutaka yani, kipindi ambacho wanasema kuwa kupoteza hadhi yao na kujaribu kujenga hadhi yao. Ujio wa Trump umeenda kupunguza sana hadhi ya Ulaya pale alivyoweka pembeni kwenye mgogoro wa Urusi na Ukraini, lakini hata matamko na na taarifa ambazo zimekuwa zikitoka kwenye serikali ya Trump mara kadhaa kuhusu Ulaya ni kuwa amewashusha sana hadhi yao akiona kama hawana ushawishi wowote, hawawezi kufanya lolote. Sasa kile huwa kinawakera, na wao wanajaribu kutaka kurudi kuonekana kuwa bado wana ushawishi na nguvu ile ile, lakini sasa yule wanaokuanguana naye wanamfahamu kuwa ni, ni mtu ambaye hutakiwi kwenda naye spidi, ni anaweza akakudhalilisha, akakuumiza, akakufanya ne. Sasa ndio katika kipindi ambacho wanajaribu kujijenga na kujirejesha kwenye nafasi zao, kuona kuwa hili linawezekana. Unajua, kama itakuja eh, kuwa Trump akubali sasa, tuje tuzungumze na mazungumzo yanekea Ulaya, watasema tumepata hiki na fanya, yani wajaribu kujenga taswira zao za ndani, kwa sababu taswira zao za ndani zimekuwa zikipotea kadri muda unavyokwenda kiuhalisia. Hawawezi kupambana na Marekani. Akitaka Greenland, hawawezi. Sasa nimeona Marekani wanasema, na baadhi ya vyombo vya habari vilisema, kuwa Marekani ameweka Greenland kama dhamana na Ukraine, alivyoiweka Ulaya wako nyuma ya Ukraine mm. Sasa Marekani anataka kutumia mgogoro wa, wa Urusi na Ukraine kujipatia Greenland, kuwadhibiti Ulaya katika kipindi hiki, kuwa Marekani atawaahidi Ulaya baadhi ya vifungu ambavyo havipo katika makubaliano ya Urusi na Ukraine ikiwemo dhamana ya usalama ambayo Ulaya wamekuwa wakipigania kuwa tunataka dhamana ya usalama kwa Urusi na Ukraine. Marekani atawahakikishia Ulaya kuwa dhamana ya usalama nitatoa mimi. Akiwahakikishia vile, manake Ulaya wataimaliza kesi ya Urusi na Ukraine kwa sifa ambazo wanazitaka. Hapo hapo watakuwa na sharti la hamtoingilia swala la Greenland na tutamalizana Greenland kimya kimya. Kwa hiyo hapa kila mmoja ameshika cha kwake, lakini Trump ataitumia mgogoro wa Urusi na Ukraine kujipatia Greenland kwa kuwatuliza Ulaya wasifanye chochote. Na hilo atafanikiwa, akitaka lake ametaka na anaweza akatimiza bila shida yoyote. Mm -hmm. Mbali na hili <coughs> uh, la Greenland ambalo uh, bado limekuwa lime uh, kubwa japo uh, maeneo mengine kama vile kile ambacho kinajiri kule Iran na tishio la shambulizi uh, katika eneo hilo, kule Saudi Arabia, Qatar pamoja na Oman zenyewe zimekuwa uh, na mazungumzo na Marekani kuhusu tishio ambalo waliweka. Tulikuwa kwenye kipindi ambacho <coughs> dunia ilikuwa kwenye alert kubwa, yani kusema kuwa wakati wowote tunarudi kwenye vita ya Iran na Marekani na Israeli, ndio ilikuwa hivyo hata tukaanza taarifa tuka zikatoka kusema kuwa baadhi ya wanajeshi wengi wa Marekani walioko kwenye kambi zilizopo mashariki ya kati walikuwa wameondolewa mm -hmm. Hasa kambi kubwa ya Marekani ambayo ni Centcom kubwa, iko Qatar, ile ya Al-Udeid, ambayo Irani mwezi Juni walishambulia, wanajeshi waliondolewa, baadhi ya maafisa waliondolewa, lakini matangazo mbalimbali ambayo yametolewa na nchi za magharibi, raia wao, raia wa walipo Irani waondoke, lakini kuna nchi zikawataka raia wao hata walio Israeli waondoke na ndege nyingi za Marekani zilizokuwa kwenye kambi za Kuwait, Jordan, Iraki pia ziliondolewa. Kwa hiyo tukawa kwenye kipindi ambacho tunasubiri lolote litokee. Irani wakafunga anga juzi, wakisubiri kusema kuwa chochote kitaweza kutokea. Vyombo vya habari jana vikatoka na taarifa hii kuwa Oman, Saudi Arabia na Qatar walimshinikiza Donald Trump asifanye mashambulizi kwa Irani kwa sababu atazua mgogoro mkubwa zaidi. Lakini vyombo vya habari vya Magharibi jana hiyo hiyo vikaja na taarifa mpya. The Wall Street Journal iliandika, New York Times iliandika kuwa aliyemzuia Donald Trump asifanye mashambulizi ya Irani alikuwa ni waziri mkuu wa Israel Netanyahu, kwa hofu kuwa kulipiza kisasi kwa Irani kutakuja Israel katika kipindi ambacho Israeli haijajipanga kuweza kudhibiti mashambulizi. Lakini taarifa hizo zingine zinadai kuwa baadhi ya maafisa usalama wa Marekani walimwambia Donald Trump kuwa shambulizi kwenda kwa Irani, shambulizi lolote likielekea kwa Irani halitoangusha utawala, kwa hiyo itakuwa unajisumbua kwenda kuwashambulia Irani, hautoangusha utawala. Lakini hofu ilikuwa kauli iliyotolewa na Iran kuwa watalipiza kisasi kwa maslahi yote ya Marekani yaliyopo Mashariki ya Kati, kambi za kijeshi na kila sehemu. Licha ya kuwa Marekani walikuwa wameisha ipeleka ile, ile nani Lincoln Abraham ile meli kubwa inayobeba ndege tayari walikuwa wameisha ipeleka kutoka, ilikuwa imetoka South China, bahari ya China ya kusini, ilikuwa imetoka na imesogea pale, lakini wakawa na wasiwasi kuwa hawana vikosi vya kutosha vya kutimiza lengo lile wanataka kwa sababu tumekuwa na wimbi toka kwenye vurugu za maandamano na kile kinachozungumzwa na Israeli na Marekani, regime change. Regime change ni mabadiliko ya utawala wa ndani wa Iran. Sasa ma, watu wa usalama wakamwambia Donald Trump kuwa unajisumbua hauwezi kutimiza lengo katika kipindi hiki, unahitaji vita ndefu ya muda mrefu na unahitaji askari wa kutosha ambao wanatakiwa waingie graundi, waingie Irani. Sasa Irani kwa vita ndefu, unakumbuka vita ya alipigana na Iraki uh, mwaka 80 mpaka 88, kutaka kujaribu kubadili utawala. Sasa wanamkumbusha kuwa huu utawala wa hawe IRGC, mwaka 79 ndio walichukua nchi kuingia mwaka 80, 81 wanaingia kwenye vita ndefu ya miaka minane ambayo ilifadhiliwa na magharibi. Yani, wakiwa madarakani chini ya miaka miwili, waliweza kupigana vita na wakaishinda, hawakuweza kutoka madarakani. Mm-hmm. Acha hivi sasa, wamesha kaa miaka 46, wamejijenga. Kwa hiyo inahitaji vita ndefu sana ya kuja kuwatoa madarakani, ndio Trump anatajwa kuwa akarudisha kufikiria upya kuwa labda tufanye mazungumzo zaidi, kwa sababu kiuhalisia ilikuwa hakuna uh, uwezekano wowote wa kubadili utawala. Nadhani nilizungumza uh, mwishoni mwa wiki uh, nilisema kuwa Irani, kama mashambulizi yatatoka nje kuingia ndani ya Irani basi Irani watashukuru sana, yani serikali ya Irani watashukuru sana kwa sababu itakuwa wamerahisishiwa kazi. Irani hawaogopi vita ya nje, wanaogopa vita ya ndani. Yaani yale maandamano ndio ilikuwa kipimo kigumu zaidi kwa utawala wa Irani kuliko vita ambayo inatoka nje, kwa sababu kudhibiti maandamano, Irani ina population kubwa, watu milioni 92, kudhibiti maandamano ya ndani ya raia, unajua, ukiwa hata uwe na jeshi imara kiasi gani, uwe na nuclear ndani, huwezi kutumia nuclear yako, huwezi kutumia vikosi vyako, kutaka kutumia zile silaha ambazo unajiandaa, huwezi kuzitumia, itabidi upambane nao kwa njia nyingine yoyote. Lakini kwa uvamizi wa kutoka nje Irani nadhani walikuwa wanautafuta sana. Hata wakati wa vurugu kubwa za maandamano walitamani hata kombora moja livuke lije upande wao, ili watangaze hali ya hatari, watu harusi ar kutoka mtu yoyote, halafu wakabiliane na tishio la nje ambalo wanaweza kulidhibiti. Tukimaliza na uh, kinachojiri Israel, kulikuwa na makubaliano ambayo yalikuwa yafikiwe, uh, kwa awamu na kufikia sasa hadi apili, uh, ya awamu yake ya pili. Kwa upande wake, Netanyahu ameonekana kupuuzia tangazo la Marekani. Kuhusiana na kufikia yale makubaliano swala la Israeli Marekani na kile kinachoendelea eneo lote la Palestina, ukitazama kwa jicho la moja kwa moja hupati kile kilicho halisi. Kuna maigizo mengi sana yanaendelea kwenye hili swala. Mara kadhaa huwa ninapenda kusema kuwa swala la Palestina ni skripti iliyoandikwa muda mrefu sana Kwani unaita maigizo kwa sababu, huwezi kutofautisha kauli ya Marekani na Israeli linapokuja swala la Palestina. Vifungu ishirini vilivyopelekwa kwa Donald Trump ni vifungu vilivyoandaliwa na Israeli. Marekani alienda kuvizungumza, ni sawa sawa na vile wanavyogombea Urusi na Ukraini. ni vifungu vilivyoandikwa Moscow, vikapelekwa Trump, akaidhinisha. Sasa vifungu ishirini vya Gaza ambavyo ukivisoma zaidi ya asilimia themanini viko upande wa Israel. Netanyahu anakuambia kama havitaki. Lakini ilikuwaje mpaka makubaliano yakafikiwa, kama yaliandikwa na upande mmoja na bado walikuwa hawakubali? Hapakuwa na uamuzi upande wa pili, kwa sababu kulikuwa kuna shinikizo kubwa ambalo lilikuwa limetolewa kati ya Misri, Qatar na Saudi Arabia kuwashinikiza Hamas wakubaliane na hicho kitu. Kwa hiyo hawakuwa na chaguo, ilibidi wakubaliane, kwa sababu kulikuwa kuna nafuu fulani, na hata mimi nilisema wakati ule wanapaswa wakubali, kwa sababu ili kupunguza pressure kidogo, kujaribu kutuliza. Maana yake wamezungukwa kila sehemu, na hawawezi kuendelea kwa kiwango hicho, kwa sababu hali ilikuwa ni mbaya sana. Gaza ilikuwa hamna chochote kinaingia na kutoka, tulikuwa tunaona utapiamlo uliovuka kiwango, lakini angalau waweze kupunguza. Lakini katika hili sasa hivi vifungu vya pili ni ile kuwa tunakwenda kwenye awamu ya pili ambayo inasema kuwa Hamas wanatakiwa waweke silaha chini, Israeli aondoe vikosi vyao. Israeli wamesema sisi hatutoi vikosi vyetu hapa. Sasa Maigizo anayoyacheza Netanyahu na Trump ni maigizo ambayo hivyo unafahamu kuwa ile kamati wanasema kamati ya uongozi itao kwenda Gaza itakuwa chini ya uongozi wa Donald Trump. Donald Trump ni mzayuni pure. Sasa Gaza imeangukia wapi? Imeangukia kwa Israeli, kwa hiyo kuna wakati huwa wanafanya kama hatufahamiani, yaani sisi hatukubaliani, lakini ni katika kujaribu kuwachezea mchezo wa kutimiza lengo tunaenda kulitimiza lengo. Kwa hiyo hizi kauli za Netanyahu kwa mimi ninayejua hivi vitu wala sishangai, najua kabisa wapo kwenye script ambayo imeandikwa na wanaenda kutimiza kwa sababu pale Gaza itaporudi kwenye mikono ya wanata, wanataaluma ambao itakuwa chini ya Donald Trump hmm. Donald Trump atachukua ile, ile Gaza na wale watu wake atahandover kwa Israeli chukua. Hmm, yamekwisha